Rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron ameitisha mkutano wa dharura na baraza lake la mawaziri kujadili mvutano unaoendelea kati ya Iran na Marekani juu ya sakata la urutubishaji wa nyuklia nchini humo. Reuters imeripoti kuwa Macron ameitisha kikao hicho leo Aprili 2, 2025, ambacho ni nadra kufanyika na unaonyesha kuongezeka kwa wasiwasi miongoni mwa washirika wa Marekani barani Ulaya kwamba Marekani na Israeli huenda zikafanya mashambulizi ya anga dhidi ya vituo vya nyuklia vya Irani ikiwa hakutakuwa na makubaliano ya haraka ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani. Waziri wa Ulinzi wa Marekani amesema Marekani imeongeza uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kutumia ndege zaidi za kivita. Taarifa ya Pentagon ilisema jana Jumanne, kuwa Marekani iliendeleza kampeni yake ya kurusha mabomu dhidi ya waasi wa Kihouthi wanaodhibiti sehemu kubwa ya taifa la Yemen na wanaodaiwa kuungwa mkono na Iran. Ofisa mwandamizi wa Ulaya alisema kuwa wataalamu wa mikakati barani Ulaya wanajiuliza kama kampeni hiyo inaweza kuwa na utangulizi wa shambulio la Marekani dhidi ya Irani katika miezi ijayo. Trump, ambaye amemtaka Kiongozi Mkuu wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei, kushiriki mara moja katika mazungumzo, alitishia kuishushia mashambulizi Irani kwa kutumia mabomu na vikwazo vya awamu ya pili ikiwa haitokubali makubaliano kuhusu mpango wake wa nyuklia ambao mataifa ya Magharibi yanasema wanalenga kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Israeli na mpinzani mkuu wa Iran atakuwa Parisi siku ya Alhamis, vyanzo vya kidiplomasia vimesema. Mawaziri wa Ufaransa Uingereza na Ujerumani wanatarajia kujadili suala la Irani na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, watapokutana Brussels Uberegeji kwa mkutano wa mawaziri wa NATO wiki hii. Trump aliiondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya mwaka elfu mbili na kumi na tano kati ya Iran na mataifa makubwa duniani ambayo yaliweka vikwazo vikali kwa shughuli za nyuklia za Irani kwa kubadilishana na kulegezwa kwa vikwazo vya kiuchumi pia alirejesha vikwazo vikubwa vya Marekani dhidi ya Iran. Tangu wakati huo, Iran imekiuka mipaka ya makubaliano hayo kwa kiwango kikubwa, ikiongeza urutubishaji wa uranium kwa kiwango vya juu vya usafi vya fissile, juu zaidi ya kile ambacho mataifa ya Magharibi yanakubaliana nacho kwa ajili ya mpango wa nishati ya kiraia na karibu kiwango kinachohitajika kwa vichwa vya nyuklia. Irani inakana kuwa inatafuta silaha za nyuklia. Katika miezi ya hivi karibuni, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zimejaribu kuongeza shinikizo kwa Irani ili kuishawishi irejee kwenye mazungumzo kuhusu mpango wake wa silaha hizo za nyuklia. Mataifa hayo yamefanya duru kadhaa za mazungumzo na Irani, ikiwemo mazungumzo ya kiufundi wiki iliyopita ili kuandaa msingi wa makubaliano ya aina fulani. Hata hivyo, utawala wa Trump umekuwa ukilenga kampeni ya awali ya shinikizo la juu zaidi, hali ambayo imefanya uratibu wa Marekani na mataifa ya Ulaya kuwa mgumu Wanadiplomasia wanasema. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.